Kama unasikia vibaya, kama unasikia vibaya, kaa nyumbani, kaa usifungulie simu ama chukua simu yako weka kwa fridge. Ati mbona utafuta content yako? Kuna yenye yako, nimechukua content yake? Mkundu inakuwasha, mavi imekata kutoka eh. Mkundu imekuwa ime ime imewekwa ime pilipili mkundu inakuwazwa ah, tafute content yake e unaongea hivyo na nani watch, unanipea pesa hata kuandika hiyo content yako bora umeview hiyo view yako ninataka ya, kama mbaya mbaya <laughs> Andiko pusi, na ujui na hesabu, hiyo view yako unaendelea kuandika pusi, mimi na nachukua hiyo view yako. Ati mbona wewe look you are not looking for your own content? Hakuna ya content ya nyanya yako imepotea. Suruali yako kama ulivaa bila kuosha, inakuwasha, bado umevaa tu hapo mm? Inakuwasha unaangalia, eh, suruali inaniwasha, inakuwasha, pilipili usio ile inakuwashia nini kuna msemo inasema hivyo. Ati mbona we are not looking our content, our own content? Do you know the meaning of content? Na midomo inakaa kama unajua ile kitu ya kusharpen panga, si inaitwa aje, grinder. Kuna nyingine inaitwa tupa. Tupa inaitwa aje kwa Kiswahili? Tupa. Mimi najua kwa Kijaluo inaitwa tupa. Meno yako inakaa kama tupa. Atunatuambia why, why, ni ukuyo ni watch, nitakupiga matako risasi. Kama wewe ni mwanamke, nitachapa kinembe risasi, pasuke huko. Kama wewe ni mwanaume, scrotum plus penis na itaisha. Piga risasi kweli kweli, eh

Ni... ah, nimeingia 2021. Hata before I know Dave. Dave nimejua hapa 2023. Sasa wewe niletea mambo sijui sina Dave, Dave, Dave, Dave. Sijaona Dave, Dave, Dave, Dave. Unakasirika juu ya sina Dave. Unakasirika mwenye nakuwa tajiri. Shida yako ni nani bwana? Unabeba ufala hapa wewe, utakuwa tajiri wewe hata kwenda huna nyumba. Unakuja hapa, unakasirikia. Kwa nini unakasirikia nani? Unajua wengine wanabeba ufala sana hapa YouTube. Mtu anakuwa tajiri, wewe unakasirika. Surely unakasirikia mtu ambaye anakuwa tajiri <laughs> <laughs> <My> <laughs> <laughs> <laughs> Eh? Unajua comment, hiyo comment unaandika, you can comment unaandika vibaya. It will not change anything. The more you talk, the more you write comment, the more you write a puzi. Sisi bado tunaendelea kuongea. You are making us rich. Na hiyo comment yako. Ndio maana nasema usibebe ufala bwana. Unabeba ufala. Unajua wengine wananifurahisha sana. Unajua, unaweza pata mtu anaongea hivyo hata kwa kwa kwa wenyewe hana nyumba. Hata muda baada hata aja mwanaume akimwangalia hivi mwanaume anakimbia mbio. Pala nimeenda kwa dakika gani, hata nikashangaa. Nimeshangaa na yule mwanamke. Wanaume bwana, angalia ni watu. Unaona mtu kaila gani, anakaa aje? Nimeshangaa na huyu mwanamke. Yaani wewe nimekuoa, unakuja umaliza wazazi wangu wote, ndio kawaganga. Unamaliza ndugu zangu, unamaliza dada yangu. Sasa nataka nibaki na wewe, mimi unimalize ya mwisho, ubaki na mali zote. Hey! Unajua kuna vitu mingi inasababisha hizi maboma watu wa wengine waoleki, wengine wana hawi kwa sababu vitu kama hizi. Kwa sababu mtu atadhani tu huyu, hey, ni kama yule, huyu ni kama yule. Na kembe wakatofauti. Yule mwanamke anafaa fanyiwe kitu inaitwa anafaa pigwa hata na mob, because let me tell you mwanamke. Na ule Walter, anajiita Walter, huyu mwanamume huyu mwanamume atakakuuliwa usipochunga huyu Walter. Anakumaliza, sikudanganyi, anakumaliza, anakumaliza bela. Mungu akubariki kwa kuokoa huyu maisha huyu jamaa unafahamu, shike uende na yeye atafute pasa muombe before akufe. Let's meet to the next episode. Yule anaona vibaya, kazi ni rahisi. Ukiona vibaya sijui su, mbona tunaongelelea sinadevu? Fanya hivi kama uko na mtu karibu na nyumbani yenu mjadi kwenu, toa nguo zako zote, funga kamba kwa shingo, tafuta jiwe kubwa, funga wa ile kamba, teremuza ile jiwe rungie, roll, roll, roll, roll. Kwa, kwa, kwa mtu kuameugo kwa mtu very simple, hakuna hakuna kuasirikia mtu ambao hata jakuomba kitu. <laughs> Kwa hivyo kuna muda amekuomba kitu unakasirika. Unakasirikia nini? Kwani wengine wanakasirikia ngapi nini by the way? Just make things normal. Don't push. Usikasirike na, uh, na maisha. Kama unataka kufwa, kama bibi yako alikunyang'anya na usiku, wewe kufwa huko. Kama bwana yako alikunyang'anya, ama amekuongezewa bibi, unakasirika, ama boyfriend yako amekuacha, kufwa huko. I don't know you, my friend. I don't know you. Hii nimekasirika na ukijaribu I will describe you this as a certain description ambayo jaiona nitaenda nilete kitabu yangu kwa store. Nilete hapa nifunge hapa live nianze kukudescribe ya, kukudescribe na jina yako personally.